Kwa upendo wa Kristo tutumikie na kuwajibika. Tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha, lakini tunamshukuru zaidi pia kwa zawadi ya utumishi katika kanisa kama viongozi wa wanawake wa Katoliki Tanzania. Mababa askofu, ninapowasimamisha wa, wawakilishi kutoka katika majimbo yenu, ninaomba muone idadi ya washiriki na niombe watakaporudi majimboni, wakiwaletea ripoti ya yale tulioshirikishana kujadili basi mpate kuzungumza nao kujua changamoto zinazopelekea ushiriki hafifu, kwa sababu haya pia ndio yanayosababisha kuwa na utendaji tofauti katika majimbo yetu. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai na zawadi ya utumishi katika kanisa kupitia uongozi wa WAWATA. Tunawashukuru sana wachungaji wetu kwa kutupatia nafasi ya kukutana nanyi siku ya leo. Natambua kwamba ni mara ya kwanza kupata nafasi kama hii, ukiachilia tulipokutana nanyi wakati wa jubilei yetu ya ya miaka hamsini mwaka elfu mbili ishirini na mbili. Kwa namna ya pekee, tunatoa shukrani kwa kanisa kupitia baraza la Maaskofu kwa kuturuhusu sisi wanawake wa Katoliki kuishi wito wetu kama walei ndani ya kanisa kwa uhuru na heshima. Tunatambua kuwa utume wa walei si fadhila bali ni wajibu wa kiroho unaozaliwa kutoka kwenye ubatizo na kipaimara. Hii ilielezwa kwa kina katika mtaguso wa pili wa Vatikani hasa katika hati ya Lumen Gentium na Apostolicam Actuositatem kuwa walei wanaitwa kushiriki katika maisha ya utume wa kanisa kama washiriki hai wa mwili wa Kristo. Tunawashukuru kwa kutufungulia milango ya kushiriki kikamilifu katika maisha ya kanisa mahalia taifa na hata nje ya mipaka ya taifa letu. Lengo hasa la kukutana na ninyi wachungaji wetu ni kupata fursa ya kusikia kutoka kwenu ni nini vipaumbele vya kanisa kwa miaka kumi ijayo, ili vitusaidie kuandaa dira na mpango mkakati wa miaka kumi wa WAWATA. Katika kipindi hiki cha uongozi tumekuwa tukiandaa mpango mkakati wa miaka mitatu mitatu kuendana na awamu ya uongozi, lakini tumeona ni vyema kuwa na mpango mkakati wa muda mrefu kidogo ili kusaidia utekelezaji na utendaji wa yale ambayo tunatamani kuyafanya. Baadhi ya vipaumbele vya WAWATA kwa kipindi cha mwaka ishirini ishirini na tatu ishirini ishirini na sita ni kama vifuatavyo. Mpango mkakati wa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ishirini na sita umejengwa juu ya kauli mbiu ya umoja wa wanawake wa Katoliki duniani World Union of Catholic Human Organization, huko, unaosema Wanawake wa Katoliki wajenzi stadi wa mafungamano ya udugu wa kibinadamu kwa amani ya ulimwengu. Vipaumbele hivi ni pamoja na malezi ya familia kwa kuzingatia waraka wa Papa Francisco wa Amoris Laetitia. Kauli mbiu yasikuwa somo wetu Mama Bikira Maria, msaada wa Kristo kwa mwaka huu ni familia, saidia ambatana na kutia moyo, support encourage, accompany and encourage. Namba mbili ni utunzaji wa mazingira, nyumba ya wote, kupitia kutoa elimu na matendo ya kitume tunaendeleza kampeni ya ulinzi wa mazingira kwa misingi ya Laudato Si na kuwahusisha watoto, vijana na familia. Kwa sasa tunaendelea na kampeni ya kupanda matumaini, Planting Hope campaign, inayomtaka kila mwanamke mkatoliki kupanda miti miwili kila mwaka na kuitunza. Tunaendelea pia na mradi wa World Women Observatory wenye lengo la kupiga vita aina zote za manyanyaso na biashara haramu ya, haram ya binadamu hasa kwa makundi yaliyoko hatarini zaidi. Kwa sasa kazi kubwa ni kukuza mtandao, kutoa elimu na kufanya kazi na asasi za kiraia na mashirika ya kitawa ili kuweza kuwafikia wengi zaidi. Lengo ni kupaza sauti, kuwawezesha kubadili hali zao na kuwaleta kwenye mwanga. Uongozi wa kiroho na kijamii. Tunawezesha wanawake na vijana kupitia safari ya kanisa la Kisinodi kusikilizana, kumsikiliza Roho Mtakatifu, kutafakari na kushiriki majukumu ya kiroho, kijumuiya na kijamii. Elimu ya uraia na ushiriki wa demokrasia. Tunatoa elimu ya uraia na uongozi kwa kuwajengia uwezo wanawake kushiriki katika medani za kisiasa. Maendeleo endelevu ya kiuchumi, ili kuwezesha WAWATA kujiendesha. Tuliazimia kufanya mambo makuu mawili. Moja ni kufufua kitega uchumi chetu cha Ilala. Kwa taarifa mababa askofu, tuna kiwanja na jengo ambalo liko Ilala, ni la zamani, ni chakavu, linahitaji kuvunjwa na kuanza upya. Jambo la pili, tuliazimia kufungua microfinance ya WAWATA ili kuwapatia WAWATA mikopo kama mitaji kuanzisha miradi katika majimbo tekelezaji kitege uchumi cha Ilala, kwa sasa tumeteua timu ya wataalam ndani ya WAWATA kufanya tathmini ya kiwanja na jengo lililopo Ilala ili kushauri namna gani ya kufufua kitega uchumi hicho. Namba mbili: kufungua microfinance ya WAWATA. Baada ya kufanya tathmini ya kina na kuzingatia malengo ya muda mrefu, badala ya kufungua microfinance, WAWATA imewekeza sehemu ya fedha kwenye hati fungani za Benki Kuu ya Tanzania zenye thamani ya shilingi milioni mia tano kwa riba ya asilimia kumi na tano na senti sabini na tano kwa mwaka, sawa na shilingi milioni sabini na nane laki saba na hamsini kila mwaka. Baada ya miaka ishirini na tano fedha hii itakuwa imezalisha shilingi bilioni moja milioni mia tisa sitini na nane laki saba na hamsini elfu. Fedha hii itatumika kuanzisha miradi yenye lengo la kuwakwamua Wawata kiuchumi katika ngazi zote, ili kuwawezesha kuchangia kikamilifu katika utume wao na familia. Mafunzo na semina mbalimbali. Mwezi Disemba 2024, kwa kushirikiana na baraza la maaskofu, wata iliandaa mafunzo kwa viongozi wote watano kutoka majimbo yote, ambayo ilifadhiliwa kwa sehemu na misio na Wawata Taifa. Lengo lilikuwa ni kuwajengea uwezo viongozi hasa kuweza kutekeleza majukumu yao kwa weledi na ufanisi. Baadhi ya mada zilizofundishwa ni pamoja na kusikilizana katika roho, ambayo ni tunda la sinodi, conversation in spirit. Namba mbili ilikuwa namna ya kutembea pamoja kisinodi. Namba tatu ilikuwa ni uongozi katika kanisa, namna ya kuandaa mpango kazi, kuandaa mpango mkakati, kuendesha vikao, namna ya kutatua migogoro na wajibu wa kila mmoja. Tulipata pia elimu kuhusiana na biashara haramu ya binadamu na pia kuwalinda walioko katika mazingira hatarishi kwa maana ya safeguard, ambayo ilitolewa na Padre Mligo kutoka kwa Baraza la Maaskofu. Mafunzo haya yataendelea kutolewa kila mara, ili kuwawezesha WAWATA kutekeleza wajibu wao. Miradi endelevu: kwa sasa tunaendelea na kampeni ya kupanda matumaini kwa kupanda miti miwili kila mwaka, Planting Hope campaign, kwa kipindi cha miaka miwili 24, 25, 25, 26. tunawahimiza wanawake wote kushiriki mradi huu katika ngazi zao, familia parokia na majimbo. Tuna kampeni ya mlo wa familia bila vifaa vya electronic device free meal. Lengo la kampeni hii ni kuzihimiza familia kurejesha uhusiano wa kweli wa familia kwa uwepo, upendo na kuwa na muda wa pamoja, ambapo wazazi watawasikiliza watoto na watoto kuwasikiliza wazazi, badala kutazama sim na ya kutazama simu, televishen na kadhalika. Majimbo yameendelea kutekeleza vipaumbele hivi vilivyoainishwa katika mpango kazi wa kitaifa kulingana na mahitaji ya eneo mahalia na hali halisi ya mazingira waliyopo changamoto katika zama za sasa ambazo tunaomba mababa askofu mzipokee na kwa pamoja mtupe mbinu za kuweza kuzitatua. Namba moja ni kukosekana kwa katekesi endelevu kwa familia. Malezi mengi sasa yameachwa mikononi mwa vyombo vya habari, mitandao ya kijamii na shinikizo la jamii ya kisasa. Familia nyingi hazina msingi wa mafundisho endelevu ya imani Katoliki. Wanandoa wapya hawapati maandalizi ya kutosha kuhusu dhamana ya ndoa na sakramenti ya ndoa ya Kikristo. Pia kukosekana kwa elimu ya dini mashuleni baadhi ya shule hazitoi mafundisho ya dini kwa sababu ya upungufu wa makatekista ama walimu wa dini. Mapendekezo ya kutatua changamoto za malezi: namba moja ni kuanzishwa kwa na kuimarishwa kwa vyuo vya makatekista. WAWATA inaomba ziwepo jitihada za maksudi za kikanda na majimbo kuwezesha uanzishwaji na uimarishaji wa vyuo vya makatekista, ili kupata watumishi walioandaliwa wa kutoa elimu ya dini kwa wanafunzi wa komunio na kipaimara, na na kufundisha dini mashuleni. Namba na mbili ni kuboresha maslahi na maendeleo ya makatekista waliopo, kuendeleza makatekista walio kuendana na kasi ya maendeleo mabadiliko ya sasa ambapo shule nyingi zinafundisha kwa lugha ya Kiingereza. Kuboresha maslahi ya makatekista na kuwapatia nyenzo za kuweza kutekeleza majukumu yao kikamilifu. Namba tatu, watumie walimu wa Katoliki katika shule za serikali na binafsi. Walimu wa Kikristo hasa wa Katoliki wajengiwe uwezo na kupewa majukumu ya kufundisha dini mashuleni, kwa kushirikiana na maparoko na WAWATA. Elimu ya sinodi, tunawaomba wachungaji kuendelea kutoa elimu kuhusu matunda ya sinodi, ili kila mwanakanisa kwa maana ya walei na maklero kuweza kushiriki kikamilifu wito wao kama wabatizwa, kadiri ya maandiko matakatifu. Kupitia ubatizo, wanawake na wanaume wana hadhi sawa kama washirika katika taifa la Mungu. Hata hivyo, baadhi ya makundi na hasa wanawake bado wanakumbana na vikwazo katika kutambuliwa kikamilifu kwa karama zao wito wao na nafasi yao katika maeneo mbalimbali ya kanisa. Haya ni machache tu ya yale ambayo tungependa kuyawasilisha kwenu ili kupata baraka zenu. Mengine tumekusha kujadili na tuyaweka katika vipaumbele vya mpango kazi wetu, lakini mengi haya tuliyoyasema, hasa suala la elimu ya malezi kuanzia ngazi za familia na makundi yote, yanahitaji sana baraka zenu na miongozo yenu mababa askofu. Kwa niaba ya wanawake wa Katoliki Tanzania, napenda kuwasilisha. Ni mama Evaline Malisa Ntenga, mwenyekiti wa WAWATA, mwakilishi wa wanawake wa Katoliki kwenye baraza la viongozi wa kidini na dini kwa ajili ya amani SEKAM, na pia ni rais wa wanawake wa Katoliki kanda ya Afrika. Nuru yetu yangaze, tuyatakatifuze malimwengu.